Iwa, kao, kuna mtu alikuwa na kuinspire au ilikuwa actually kaka zangu kao, nikawa ni kitu ambacho I really want to be kwao. Yani mama ananiambia hutoweza, haiwezekani, ah, masomo ambayo unayataka wewe ndio umeafeli zaidi, una F. kwani kipaji kinasomewa e? mimi ninimuza la kwanza, kwani kipaji kinasomewa e? Unaweza ukaenda ukasomea baadaye, ukaja ukawa msanii mkubwasidanganya yani like, ni yani kitu ambacho akiwezekani na naweza kusema nilikuwa naamini wasanii wapo, lakini siamini kama Ama. kuna kusomea yani, nikasome tena ndo niwe msanii. Nikawambia mama namba kipindi kipindicho marehemu majuto yupo ha hmm. Nakumbuka nilimtolea mfano wake. Nilimuuliza hivi mama, kwani Majuto yeye amesomea kuwa muigizaji? Ananiambia, "Hapana, nikamwambia kwa nini nikasome kuwa muigizaji? Kama imepangwa tu mimi kuwa msanii nitakuwa, lakini mimi ninachotaka ni kuwa mtu fulani." Bado bado wewe unatamani. Bado akili yangu hapo nakaribia kumaliza mwaka nyumbani mind you. Au unaisha hapo. Na 2018. Kwa hapo natakuwa ni apply ili kama na napata nije mwezi wa kumi.